Habari mpendwa, uh, ukienda haja kubwa uh, unakuwa unapata choo kigumu ambacho mara nyingi kinakuwa kinaganda kwenye sink hadi utumia maji mengi sana kwa ajili ya kufresh. Lakini inawezekana unapata uh, kile choo kinakuwa kinaambatana na harufu kali sana ambayo sio ya kawaida. Uh, kinakuwa na vipande vidogo vidogo vya chakula ambavyo havijasagwa vizuri kwa ufanisi mkubwa. Lakini pia inaweza ikawa una ile rangi ya choo. Uh, inakuwa inafanana kabisa na rangi ya chakula ulichokula, kama vile ukila mboga za majani, rangi ya chuo inakuwa ya kijani totally. Tumbo linaunguruma, linakuwa linauma, uh, unakuwa ni mngurumo mkubwa sana kama mngurumo wa radi, hadi watu wanakushangaa utamani hata ukaa mbele za watu kwa sababu ya tumbo linanguruma, hata kama umepata chakula kwa muda sahihi. Lakini pia inawezekana ukawa unasumbuliwa na gesi uh, gesi inapanda kutoka tumboni hadi uh, mdomoni, hiyo tunaita acid reflux uh, inawezekana unasumbuliwa na changamoto ya harufu mbaya kinywani. Huwezi kuongea vizuri na watu, huwezi kusalimiana na watu kwa sababu ya ile harufu yako na ya mdomoni, lakini huwezi kupiga story, huwezi kupiga umbea, unashindwa kwenda kwenye mikutano mikubwa, unashindwa kwenda kwenye mikutano ya biki kibiashara na watu kwa sababu ya harufu ya kinywa. Lakini pia inawezekana ukawa unasumbuliwa na changamoto ya Uh, tumbo uh, kujaa gesi na kuuma uh, na ushuzi unaotoka unakuwa unakuwa na mungurumo mkali sana kama mungurumo wa Subaru. uh, haya yote kusababishwa na mashine uh, iliyoko katika miili yetu kutokufanya kufanya kazi kwa ufanisi unaotakiwa, na hii hutokana na ukosefu au upungufu wa virutubisho vinavyotakiwa. uh, chukulia mfano unaenda kusaga unga umeenda kwenye mashine au umeenda mashineni kusaga unga, lakini uh, unga unapotoka, unatoka na vipande vipande au vichenga chenga uh, vya mahindi au unakuta unga mwingine unatoka softi kabisa yani, so ni unga ni laini, hauna vipande vipande vya mahindi. Hii inatokana na, na ufanisi wa mashine. Mashine ina ina vitu vingi sana ambavyo vinaisaidia kutengeneza unga ambao ni a, ni laini, unga ambao hauna vipande vipande. Hata kama ni mchele unakuwa mchele ambao ni, ni, ni hauna vile maganda mengi, unakuwa na maganda machache, au mwingine kabisa unakuwa pure. Kwa hiyo ni sawa kabisa katika mwili wa binadamu hiyo mashine ambayo tunayo uh, ina inahitaji virutubisho ili kufut, kutoa uh, uh, product nikimaanisha, Uh, choo kilaini uh, choo ambacho hakina maumivu uh, choo ambacho hakina harufu kali, na virutubisho hivyo ambavyo vinahitajika leo ni vitu sita tu. Kitu cha kwanza ni tunda aina la kiwi. Kitu cha pili uh, ni pumba za, za ngano au unaweza kutumia fuele au unaweza kutumia uh, shairi, lakini kitu cha tatu kinachohitajika ni parachichi inahitajika parachichi. Lakini kitu kingine kinahitajika ni inahitajika tofaa, nikiwa namaanisha apple. Lakini kitu kingine kinachohitajika ni mtindi, lakini pia papai. Hivyo vyote unaweza ukatengeneza matunda, ukatengeneza saladi ambao ni nzuri sana kwa ajili ya shida hii ya changamoto hiyo, lakini uh, katika balance diet yako itakuwepo na hayo mtindi. Jitahidi kunywa maji ya kutosha, kwa sababu ni kilainishi. Hata katika mashine tunaona mara nyingi wanatumia maji kwa ajili ya kulainisha mashine iweze kufanya kazi kwa ufanisi. Kwa hiyo hata sisi miili yetu inahitaji maji ya kutosha uh, ili kulainisha au kufanya ufanisi wa mashine yetu uh, uwe na ufanisi na ufanisi mkubwa. Na unaweza ukakuwa unajiuliza kwamba mashine ni nini? Mashine tunayo hapa ni mmeng'enyo, mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula. Huu ni mfumo ambao unachakata chakula kuanzia kinywani hadi tumboni. Ukitengeneza hivyo hiyo salad pamoja na hivyo nilivyosema hapo kabla ah, mara mbili hadi mara tatu kwa wiki, ukawa unatumia itakusaidia sana kuondokana na hiyo shida, na hautakuwa na hiyo changamoto tena. Ninakupenda na ninakujali, ndio maana nakwambia. Karibuni.